Sisi kama serikali ya wanafunzi tunapenda kumshukuru kiongozi ambayo ni diwani pia uh, mheshimiwa Doto Kamuri Gombo kuja kumpa sapoti, maanake amekuwa na sisi bega kwa bega katika kushirikiana kukuza kituo hiki cha afya cha Ilazo. Tunavyojua katika swala zima la uchangiaji damu linahitajika sana katika jamii yetu, kwa hiyo kupitia blood donation, tunaenda kuokoa maisha ya hawa watu. Kuna watu wanauma magonjwa mbalimbali ambayo tutawasevu na wameamua wenyewe kama serikali ya wanafunzi kujiorganize. Pia usafi wa mazingira husaidia kudumisha afya za wanajamii kwa ujumla. Kwa mimi leo nimeshiriki kuchangia damu, na kukaribisha na wewe pia uweze kuchangia damu, lakini pia kujenga mahusiano mazuri kati ya chuo chetu cha afya na sayansi shirikishi Deka na jamii kwa ujumla ambayo inatuzunguka. Rais wa serikali ya wa wanafunzi katika chuo cha afya na sayansi shirikishi DECOHAS Bi Regina Warioba ameungana na wanafunzi wa chuo hicho kuchangia damu na kutoa msaada wa vifaa vya usafi katika kituo cha afya Ilazo kwa lengo la kukuza mahusiano kati ya chuo hicho na jamii kwa ujumla. Ameyasema hayo Aprili 18 mwaka huu katika kituo cha afya Ilazo na kuongeza kuwa matendo hayo ya huruma huchangiwa na masomo yanayofundishwa yanayolenga kuwafanya bora katika kutoa huduma bora kwa jamii ya kuweza kuwasaidia wagonjwa wote wanaopata huduma hapa, lakini pia kujenga mahusiano mazuri kati ya chuo chetu cha afya na sayansi shirikishi deka na jamii kwa ujumla ambayo inatuzunguka katika chuo chetu. Cha afya na sayansi shirikishi deka tuna kozi mbalimbali ambazo tunafundishwa. Kuna kozi ya social work, nursing, medical laboratory, lab assistance, pharmacy, clinical medicine na kadhalika. Kwa hiyo kozi zote hizo ambazo tunafundishwa ni kwa namna gani tunaweza kuishi na jamii kufanya matendo ya huruma lakini pia na kutoa huduma ambayo ni bora. Ulisoni kicheni ambaye ni waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo, amemtaja diwani wa kata ya Ipagala mheshimiwa Gambo Kamuli kuwa amekuwa msaada mkubwa katika jamii kwa kuchambua mahitaji yao, huku Charesimariwabu katibu mkuu wa chuo hicho, naye akizungumza, shukuru kiongozi ambaye ni diwani pia wa kata hii Kipagala ambaye amekuwa ni sehemu muhimu kwa mantiki, anajua nini wananchi wanahitaji. Tunamshukuru sana Gombo Kamuli ambaye amekuwa ni kama kwetu, ni picha njema ya kutuonyesha na sisi tuweze kufata nyayo ambazo wanazitenda katika maeneo ambayo amepata nyasi za uongozi. Uh, sisi kama serikali wa wanafunzi tunatambua mchango mkubwa ambao unatolewa na chuo cha afya na sayansi shirikishi Deka. Kupitia viongozi tumeona ni vyema kuungana na uongozi wa kata hii kupitia mheshimiwa diwani, uh, Mheshimiwa Doto Kamuri Gombo kuja kumpa sapoti na kuipa sapoti kata yake. Akipokea msaada huo, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Ilazo, Dr. Catherine Donald Masomi ametoa pongezi zake kwa diwani wa kata hiyo na kwa wanafunzi wa chuo cha Deka kwa kutambua umuhimu wa afya katika jamii, huku wanafunzi hao wakieleza umuhimu wa kuchangia damu na faida za usafi wa mazingira. Amua wenyewe kama serikali ya wanafunzi kujiorganize na kuja katika kituo chetu kuchangia damu na kuungana na sisi katika masuala mbalimbali ya kijamii, ikiwemo ufanyaji wa usafi, uchangiaji wa vifaa vya usafi na mashuka. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati wa chuo kizima cha Deka kuanzia uongozi wa chuo na wanafunzi wote kwa kutambua umuhimu huo. Bill Clinton Lubunda ni mwanafunzi wa chuo cha Deka sayansi shirikishi. tunavyojua katika swala zima la uchangiaji damu linahitajika sana katika jamii yetu, maana kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanawakumba yana watu katika jamii ambayo yanapelekea kwamba watu wapoteze maisha. Watu wengine wanapata ajali na wana uhitaji mkubwa wa kuongezea damu. kwa mimi leo nimeshiriki kuchangia damu na kukaribisha nawe pia uweze kuchangia damu. Jina naitwa Esther Godi Nyamanga, ni naibu waziri wa afya katika chuo cha afya na sayansi shirikishi DECOHAS, nasoma kozi ya ustawi wa jamii. Tunapochangia sisi damu inamaanisha tunaenda kuokoa maisha ya watu. Na sasa hivi tunavyoona kuna ajali nyingi sana, lakini kiachana na ajali pia kuna wamama wajawazito ambao wanajifungua then wanakosa damu. Kwa hiyo kupitia blood donation tunaenda kuokoa maisha ya hawa watu. Barnabas Ledon Kimambo, natokea katika chuo cha Decohas, tunasomea level five course ya clinical medicine. Na hii swala la kuchangia damu lina, lina faida kubwa kwa sababu kuna watu wanauma magonjwa mbalimbali ambao tutawasevu kama magonjwa kama vile anemia au sikoseli ambayo ukichangia damu maana yake au watu tutawekea damu pia tutakuwa tumesevu maisha ya watu. Kwa majina naitwa Beatrice Martin Malole, ni mwanafunzi wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Decohas, ninasoma kada ya uguzi na ukunga. Sisi kama wanafunzi wa chuo chetu tumewiwa kuja eneo hili kwa ajili ya kufanya usafi wa mazingira kwa sababu usafi wa mazingira katika jamii yetu hasa mazingira kama haya ya hospitali una faida kubwa. Kwanza, usafi wa mazingira hupunguza maambukizi ya magonjwa yanaweza kusababishwa na uchafu kama kipindupindu na kadhalika. Pia, usafi wa mazingira husaidia kudumisha afya za wanajamii kwa ujumla.